Bonjour, bonjour. Ah, oui, bonjour. Eh, inaonekana na mizigomzigo mmetokea, ni wakimbizi mkimbia machafuko. Tumetoka, tumekosa pa kulala, geu geu, hoje hoje, mm. Mna matatizo jioni, mnalala wapi sasa, kwa sababu kuvuka mpaka mwezi kuvuka bila bila nani kitambulisho chochote. Kuna matatizo gani huko mlikotoka, machafuko yamezidi kamua tuko mkuja Mtanzania, labda kuweza kukawa na amani amani kidogo Tanzania amani. Sasa mpaka mfuatilie nani vigezo vya kupita hapa. Mtavukaje na u... Mwikim... usiku umeingia na waki huko. ongezeni sauti jamani, jamani wakubwa na, uku, uku, uku, na watoto tunahangaika kule, mwasi nabaka watoto wetu, tunatafuta amani. Amani ndio mmekuja kuitafuta Tanzania? E, tumekuja kutafuta amani kule, vinabaka wanaua wake wetu. Ndio mkaamua kukimbia? E, kumbu, basi jaribuni kama mtavuka jaribuni kama mtavuka lakini poleni. Asante.